Jamani, kila mtu ana rafiki <laughs> so ambaye <have> yuko nje, so my friend ambaye yuko nje huko mabroad amekuja Tanzania kadata zawadi. Ni zawadi ya hapa ofisini, akiamesma amenipa zawadi ya vitu vya ofisini, okay. <laughs> file so kuzitumia, so nazo easy. Na hizi ambayo hii ni mia themanini kwa mia mbili arobaini na hii hapa uh, ijaandikwa kwa hizi ndogo ndogo, then I have this one pia ambayo enyewe ni mia hamsini kwa mia mbili arobaini kwa hii ni kubwa zaidi kwa temu ya ya unene kwai angalia, kampuni angalia kampuni

hii green yake ni green sana. Oh, oh, oh, oh, oh. Tulia okay, nimeona the difference but hii ni kampuni nzuri, hii ni kampuni nzuri. ana nina rangi za ina 20 za kuchore Eh, Mungu nini moja anipe Red of course, I have red ya yeah, kampuni nyingine lakini ah, ah. deni pinki sina. Oh my god, tuna njano ina. Tuna green ah, this is so nice then it's fungua na blue. Ooh.

Oh my God. Oh, gel paint paint kwa ajili ya kuchorea. hii kwa ajili ya kuchorea, ndiyo. Lakini hizi zinakuwa uh, ni nzito zaidi, sawa? Hiyo ngoja nisifungue. Mwana hii ilibu nzito. Sasa hapa, visingizio vya kutu kuchora ni amue mwenyewe sababu ina rangi aina zote, I think. Ina rangi hizi, ziko ishirini. Kwa zizi ni nzito kidogo kwa ajili ya kuchorea. Lakini um, pia zinafaa kwa ajili ya kupaka rangi kama kupaka rangi. Um, na kupakia rangi yake ni hii. How many are they? Hizi kwa ngapi kwanza? Moja, mbili, tatu, nne, tano, tano, sita.

Sasa hii bluu iko tofauti na hii, which is very good. You see. Kwa you have light blue suni, light blue suni, blue gani, na tuna bluu hiyo. Huyu pia, kwenye kampuni hii, ana bluu hii, ana bluu hii hapa, ana bluu hii. Yaani sijui mje na michoro gani, asiwe na rangi. Light blue, tu light blue yake. Wekwa light blue yake huyu kama inafana na light blue ya huyu hapa. Avifana. I'm so happy. Ni hivyo hivyo. Hii si rangi gani? Nataka mimi rangi ambazo sio common sana. Hii sijui. Ah, mbona ifana nje? Ona hii orange kama neon. Yeah. <laughs> Kama hata huko haipo, sio nihitaji bwana. Mimi majina ya rangi sijui, lakini hii ni purple i think, ya yeah, purple. Na purple ziko za aina nyingi, na hii sio, na hizi ivtuone. Hii ambo sijui, white ni hii, tuone hii

Hii ni light pink lakini ni pink sana sinda kufana na hii, hazifanani wala haiwezi kufanana hii. This is so demure. Very, no, fault. Lakini pia light pink, I'm happy kwamba hazifanani kwamba naweza nikatumia nika kwa watu wengine tushaifu Yeah, so I'm so happy. I am very, very happy. Thank you so much, Mungu akubariki. A, kuna kitu andkandikwa hapa, nail art polish set kwa ajili ya art and ziko 36 miez nane gramu hiyo. Let's try kwanza okay?